Manadamu yes. Bwana apewe sifa. Amina. Vitu, fedha, dhahabu, nyumba, magari hayawezi kusamehe au kununua au kubadilisha dhambi ulizokuwa zetele. Bwana apewe sifa. Amina. Lakini ni damu ya Yesu pekee iliyotupia pale msalabani ikafutilia mbali makosa. Bwana apewe sifa. Amina. Na ukombozi wa ulitokea kupitia damu, damu, damu, damu, damu ya Yesu Kristo. Bwana pewe sifa. Hiyo damu iliyomkomboa mwanamke aliyolaania. Hiyo damu ilimkomboa yule mwanaume aliyokuwa naishi katika mateso. Hiyo damu ndiyo iliyomkomboa yule mtoto anayezaliwa kuwa katika vifungo, lakini kupitia damu ya Yesu pekee ndio ilikuja kukatilisha na kumkomboa yule mtu Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana tuko pamoja, kanisa la Bwana tuko pamoja, kanisa la Bwana tuko pamoja. Ni damu ya Yesu pekee ndiyo inaweza kufutilia mbali uovu wa baba zetu. Maana yake kabla ya Yesu kutundikwa msalabani, kabla ya Yesu kutundikwa pale Golgotha tulikuwa tunaishi chini ya laana. Bwana pewe sifa. Na hiyo laana ilikuwa inatembea vizazi baada ya vizazi lakini kupitia kifo cha Yesu msalabani ile laana tumefutiliwa mbali. Kila atakayemwamini na kumpokea kwa Bwana na Yesu kwa Mwokozi wake ndani yake huwa anatakaswa na kusafishwa kupitia damu ya Yesu kichwa. Ya Bwana pewe sifa. Ni damu ya Yesu pekee ndiyo inaweza kuondoa kila laana iliyoandikwa katika ile Injili yetu. Bwana asifiwe, bwana asifiwe, bwana asifiwe. Biblia imeandikwa katika kile kitabu cha mesari amelaliwa kila atundikwaye msalabani. Yeye alifanyika laana kwa ajili yetu, na si kwa ajili yangu tu katika familia yangu, hata katika ajili ya familia yako na uzao wako. Yeye alikuja amefanyika laana kwa ajili yako, ili wewe upate kutakaswa. Bwana apewe sifa, Bwana asifiwe. Wakati kule mbinguni kuna kule mbinguni, Mungu anaweka kikao, anasema ni mtume mnaye mbingu, ikanyamazi mbingu ikakaa kimya lakini sauti ya upole na utaratibu ikasema, nitume mimi nikaokoe mwanadamu. Bwana pewe sifa hey! Maana yake alikubali. Bwana pewe sifa hey! kukubalika kwake kufanyika kuwa machinjio kama vile kondoo aendavyo machinjioni, ili ni kwa sababu ya roho moja ipate kumkubali Mkristo. Bwana pewe sifa hey! Bwana sifiwe. Naweza weda kafungua ya kitabu cha Mathayo ishirini na sita mstari ishirini na sita.